E, bwana Mnandi Junior, matokeo umepokeaje ya simba e, mkivuna alama tatu mbele na Namungo FC? Ah, tumepokea vizuri eh mm. ya tumepokea vizuri, ile ndio mwendo wa power na sisi tunaimba sasa hivi power power. Wao wameishiwa power, sisi sasa hivi tuna power ya kutosha. Power imejaa yani mpaka juu yani yani sasa hivi tumekaa kule kileleni, tuna enjoy tu, tunakula bata. Wewe unatoa unatoa sare na timu imepanda daraja, underground imetoka championship Eti Namungo, Namungo sisi toka amepanda daraja, hajawahi kumfunga Simba Sports Club. Hata mara hii, hata mara moja haja kumfunga Simba leo. Inawezekana ni kitu ambaye kiwezekana. Kwa hiyo Kakandwa aende akajifunze tena. Simba nitampangaje ili nimfunge, lakini kutufunga Simba sahau mpaka turudi tena kwenye shimo madongo poromoka. Eh, bwana, jana watani zenu Young Africans Eh, kule mbele walitoa sare yenyewe mnapata alama tatu mbele na Mungu. Hii inamaanisha nini bwana, Mnandi Jr? Ubaya Ubwela, season 2. Ile walichoma jezi, walichapisha tisheti ya wachezi. Ili sasa wataenda kuvunja kile kigofu chao. Ndio kilichobaki. Kilichobaki nini? Bado kuvunja kigofu. Bado wataenda kuandamana ni wapi? Bado kila siku kwenye kile kigofu kimepakwa rangi, basi kila siku wanaenda kuandamana. Hatucheze sasa hivi, tutatafuta sehemu ya kwenda kuandamana, sio pale. Huu ni mwendo ubaya ubwela season 2. Watapigwa mpaka kieleweke. So sare wazo wamesema, mfumo umekubali, sasa bado haujakubali. Siku ya kukubali mfumo ndo tutajuana. So alimfukuza kocha, hata basi ya kupanda sasa sio kupanda. Basi atakuwa apande hata bajaji. Eh bana, kiwango cha wachezaji leo cha Simba umekionaje? Kiwango bora, kiwango chenye ushindani, cha kutuonyesha kwamba msimu huu tunaenda kuwa mabingwa wa kombe la Champions League barani Afrika. Sio hapa ndani, hapa ndani mazoezi. Vikombe vya hapa tukusanyie, sasa watupe. Tumesharudi kwenye ufalme wetu. Kwa sababu mwaka jana tuko lengo letu tuchukue. Ili so, tuendelee lakini nyuma mwiko wame, wameandamana wameenda, wanapapajua wao, ili mwadi kigogo wa serikali awasaidie mabingwa, wala mbuyu wa serikali. Mwaka huu Simba bingwa, Simba bingwa. Sasa kama asubuhi tu anatoa sare, wao wanategemea jioni watatoa nini? Kama asubuhi wametoa sare, mm, jioni watatoa nini? eh? Watatoa mwali. Na asubuhi sare, jioni mwali watatoa mwali. Mwali atoke asubuhi, mwali anatoka jioni. Ndio kilichobaki. Eh bwana, kiwango cha wachezaji leo mkionaje? Kiwango ni bora, bora, bora, bora, bora zaidi ya bora. Yaani wachezaji wetu sisi yaani, yaani kuna tofauti kuiangalia hii Man City eh au Bayern, eh, au Real Madrid. Yaani unazungumzia vilabu vikubwa au Barcelona hii. Mbona bwana? Timu kubwa huko duniani unazungumzia nyuma mwiko. Nyuma mwiko wameokota okota, okota mashati ya mtumba wamepiga pasi na wao naika dukani. Shati la mtumba lipo kwenye meza linapigwa debe huko 200 200. Wao wanalichukua kalipige pasi wapige watu. Unasema mule kuna kitu. Hamna kitu mule mwakao wameokota okota. Sasa kule kuokota okota kwao kwa, wajiangalie kwenye mechi ya, ya mkondo wa pili ya mchujo. Bora wajigongeshe watoke. Wakiendelea kubaki kwenye makundi na waonea huruma na waomba mapema. Wajigongeshe kama dukoisha Zamalek alivyotoka kutukimbia sisi Kwenye hatua ya nusu fainali, naye ajigongeshe atoke, azije kadhalilika kwenye makundi kule, manake unapigwa mechi zote sita home and away. Kisiwakute cha Ismailia kile cha kupigwa goli sita. Mbona waonea huruma hoji, wasije kadhalilika. Bora wajitoe mapema, waseme kabisa, timu yetu mwaka huu bado haijakaa vizuri, ligi imechelewa kuanza, bado misuli haijakaa sawa, ili wapate kwa kusemea. Lakini wakijikanyaga watumbukie makundi, kama tajiri wao walivyosema target yao makundi, watajuta. Yaani hao watajuta, wewe msimu tu ndio kwanza umeanza, saizi wanajezi party tu

Sababu watu wakija hapa kuna nia. Kama kuna nia kila mtu ataonesha nia ili baadaye afanikiwe. Kwa hiyo ndiyo ameonesha nia, amepata sare. Mwingine anayekuja ataonesha nia atashinda. Sasa bora waitoe ile nia mrudishe DSM. Eh, bwana Namungo wale walikuwa bora sana kwenye mchezo lakini licha kuwa bora, nyinyi mmewafanyia ubaya ubwela. Eh, ubaya ubwela season 2. Ubaya ubwela season 2. Utake, usitake, utatoa tu. Yani, utake, usitake, wewe utatoa tu. Kuna jeuri ya kugoma kutoa Si Namungo tu, vilabu vingine vyote tumeshawasha taya ya kijani. Kwamba wewe saizi watu wanapita hapo. Sawa, haujawekea stop order. Taya kijani kishawaka, wewe ondoka kabisa, sisi tunapita saizi. Sawa, ondoka kabisa. Kwa hiyo binafsi walikuwa mbele yetu wote, saizi waandae vichwa vyao, waandae vichwa vyao kabisa. Muda kunyoa umeshapita. Mnandi, namaanisha kwamba msimu mnachukua ubingwa, unanyoa watu wote. Yani hataki kumwacha mtu, tutanyoa wote, acha mtu hata hata mmoja. Yani, ni mwaka wa kunyoa watu sawa. Huu ni mwaka wa kunyoa watu. Sisi masuala wao, si wanaandamana, si wanaimba nyimbo si za nini? Sisi hatufuatilii huko. Sisi tunachokiangalia sisi sasa, hizi ni kupiga kila, na ukaa njiani, sisi tunapiga eh. Hicho ndio tunachokifanya msimu huu, maana yake Simba hii. Maana yake unataka kutambia kwamba msimu mm, hamna mpinzani. Hata msimu uliopita tulikuwa hatuna mpinzani, na ndio maana watu wamechapisha t-shirt. Kwani wangekuwa wako bora wangechapisha t-shirt? T-shirt za nini kuchapisha, kwamba wacheze timu gani? Duniani iliwahi kuchapisha t-shirt kwamba icheze mechi afu ndio ikawa mabingu ile mechi imeamuliwa wapi? Mechi ile imeamuliwa wapi? Manake wao wametumia nguvu ya ziada ili wawe mabingwa. Sema tumekuwa mabingwa miaka minne, tulienda kutikisa mkolosho au mwembe, si tulikuwa mabingwa kwa uwezo wetu kwenye pichi? Sasa msimu tunawambia, katikiseni mikolosho katukush..., katikiseni miembe mibuyu miarobaini, lakini si mabingwa Simba bingwa. Simba bingwa. Ya tusha wambia mapema. tushajipanga jipanga kimkakati. Washaingia kwenye mfumo. Lakini hizi mechi za awali tuizi. Hakuna cha awali. Zili hakuna cha awali. Biashara asubuhi. Jioni mahesabu. Kisha mwana mtu anapiga, anasawa akasema biashara jioni, inategemea na biashara yake aina gani? Biashara mpira, asubuhi, jioni mahesabu. Biashara mpira, asubuhi, jioni mahesabu. Sasa wewe unasema umeenda mazoezini wewe, kwenye mechi unapiga hesabu mazoezi, ile mechi, ile mechi unakusanya vitu. Ah, jana umechukua point ngapi? Wenzao wamechukua point moja, wameacha point ngapi? Point mbili. Sasa sasa unasema ile ilikuwa nini? Ilikuwa biashara au ilikuwa duka ile, ile biashara au walikuwa watu wa msaada kwa Bia City kwa sababu ndio wamepanda daraja au wamekwama bado. Kuna Mtibwa msiwasahau, kuna Mtibwa Shuga sawa, pale Manungu pale Tuliani pale Morogoro, lazima mwende na mtanyonyolewa tena amwachwe. Yani wale wana wote wanaopanda daraja wote wanawashenyeta, kama Tabora wanawashenyeta msimu uliopita, wakawachia debe, debe tatu za asali pale Chamazi mkaama na uwanja Mwakahu, si mtaama nini? Si mtaama kambi, sio uwanja tena, manake uwanja mnatumia kwa Mkapa mdaama. Mlikuwa mnatumia chamazi mnasema kuongopea kwamba uwanja sio wetu tunafanyiwa vitu sio haya kule, kule Watu wamekamatwa na mizigo yao. Sasa mwakao kama mmejulikana nyewe washirikina, mtatoboa. Kila mtu kachao jua, mkija tu anakuwa analinda mpaka saa nane ya usiku. Wewe utaroga saa ngapi? Utaroga mchana? Eh, bwana Mnandi. Au mtafanya kama Gaboroni? Mkachomeka vizizi pale nyumba, ili mpate matokeo. Lakini chupu chupu, wamechomeka mizizi, wamechomeka nini? Watu wale wamefuzu. Eh, bwana Mnandi, mlikuwa pale KMC lakini mkahamia hapa Benjamin Mkapa. Eh, bwana kulikoni Benjamin Mkapa? Mkapa ndio nyumbani, kwa sababu mimi ndio nilianza kupiga mawe kuwakumbusha viongozi. Msitufelishe nyuma mwiko, mwachie kwa Mkapa acheze ligi, acheze kimataifa, si tucheze ligi kemsi nguvu ya kufanya kazi ya asilimia zote hawana, na maneno yangu kweli yametiki wa tumerudi pale, majibu ndio yale pale, ndio sababu ya kurudi kwa Mkapa. Mimi nimewapigia kelele, tukiwaachia hapa tutoboi, bila kurudi hapa tutoboi, tumerudi pale pale. Kwa hiyo bana, tuko wote pale pale, ah, tutajuana tu. Wewe ukikoroga, sisi tutakunywa, neno lako kwa mashabiki wa Simba. Wewe ukiimba, sisi tunacheza, neno lako kwa mashabiki wa Simba. Mashabiki wa Simba, tuendelee kusapotiana, ndio jambo kubwa la msingi. Tushangilie kwamba wenzetu, wezetu tuwapacha sawa pacha, sasa inawezekana tukakosa kabisa. Bora upate pacha unajua watoto utawalea. Ah so, tu sawa sawa, na na tuachie viongozi hawa, hawa viongozi hawa tuachie. Hatutoboi hawa. Lazima tupambane. Eh bwana, shukrani sana, tukutane wakati mwingine.